Tulikuwa tilivwachagua mpaka leo mimi ni naongea, nilitegemea kwamba leo ningepata taarifa kutoka kwenu viongozi zewei, mlipokipokea chama na mpaka sasa hivi mlivofikia kwamba mmekipokea chama kina wanachama wangapi, na baada ya kukipokea wanachama nyinyi wenyewe mmeongeza wanachama wangapi? ukiacha wanachama ukiacha wanachama chama, chama mmekipokea labda kwenye akaunti kina shilingi ngapi? Na baada ya kukipokea nyinyi mmeongeza shilingi ngapi? si ndio? Mmekipokea chama kilikuwa kwenye mkakati wa kitu fulani, na baada ya nyinyi kukuingia kwenye chama, basi ule mkakati mmeusogeza umefikia sehemu fulani. Hivyo vitu ndio vitu ambavyo sisi tulikuwa tunataka kufahamu, tulifahamu. Lakini ukiacha hiyo yani, na ndio maana hapa kumekuwa na hoja za zina yani zinakinzana, mtu ana yani unashindwa kuongea kwa sababu kwanza kabisa sisi hapa naweza nikasema kwa asilimia naweza kazi logo ndo anaweza kaa aza ni, ni, ni wanachama ni wanachama halali kiukweli, kwa sababu mimi sikumbuki maamusho lii baada sikumbuki na, na kuna ule mfumo ambao mpya ambao umekuja kwa ajili ya kusajili wanachama tena upya humo mimi sikuingia. Kwa hiyo mimi kwa kwa, kwa sasa hivi hapa naweza nikasema mimi sio mwanachama halali. Kwa hiyo kikatiba, mimi ni haramu kuchangia chochote kile kinachohusiana na chama, si tunaelewa? Kwa hiyo hata kama tukipewa sisi huku tutoe, kwamba maadhimio yetu nachaa chochote wanachachochote sisi tuadhimie au tukitoa, itakuwa ni haramu kwenye chama, kwa sababu akipo kikatiba na sisi hatuko kikatiba. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri kitu kwamba ni kweli viongozi mna na, na, na, na, na, malengo makubwa sana malengo mazuri sana ya kutufanya sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini tumeruka hatua, yaani tunaenda mbele numau tumeacha cha kuanzia. Mimi ni kwanashauli kwa sababu kuna wengine uhakika, lakini kwa kwa baadhi yetu tunafahamu TDFAA ni nini na tulishakuwa wanachama ukiacha tu mfumo mwingine kwa sasa hivi kwanza sasa hivi cha kuzingatia au cha kufanya, lazima kwanza turudi kwenye system, kama wote sasa tuwe wanachama halali, alafu hayo mambo mengine sasa tutakwenda consecutive. Kwa mfano leo hii mimi nalipa ada, nimetoa ya hisia ya wanachama kingilio na nini na kila kitu, kwa hiyo na haki ya kufanya chochote au na haki ya kuhoji chochote. Lakini sasa hivi siwezi kuwa na haki ya kuhoji kitu wakati mimi sio wanachama halali. Ili niwe na sifa ya wanachama, natakiwa niwe ni. Ndio, na mwendelezo wa kulipa ada si ndio? sisi hatujalipa ada zaidi ya miezi kadhaa huko nyuma, sawa. Kikao cha mwisho tulikaa bwao, kuna kauli nitoka kuwa tumefutiwa nini, sawa eh? Sasa kama tumefutiwa wanachama na sasa hivi tu, tu, tunajulikana kama ni wanachama chama cha uingizaji sawa. Sasa tunapataje sifa ya kuwa wanachama na angali tumefutiwa na tulipiana? Sawa. Je, hawa wanachama wa wilaya mpaka sasa hivi wako <coughs> wangapi? Wanachama hai na sasa ni <coughs> sasa nikajibiwa hicho kitu, maliza ile yote. Sawa <coughs> naomba nijue idadi ya wanachama hai wa wilaya mpaka sasa. Hawa wanachama hai walikuwa wanalipa pesa zao ada zao, hizi ada walizokuwa wanalipa tokea kipindi hicho zimekwenda wapi? Kwa sababu hatuna maelezo yoyote ambayo yaliwahi kufanyika kwenye kikao tukaangua ada ya mwanachama imefanya hichi hichi hichi hichi. Aumani, tuna uwezo wa kupata ada tulizolipa zile tulizolipa ada ya mwanzo, na tuna uwezo wa kupata kodi ya kulipa pango kwa sababu zipo pesa tulikuwa tunalipa nyuma. Sawa, hapa naamini kuna wanachama kuna kuna, kuna wasanii ambao hawajawahi kuwa wanachama kabisa Kaliye? naomba nao pia wasajiliwe wajulikane kwenye wa chama na sisi ambao tulikuwa hatujalipa huko nyuma tusajiliwe upya. Ninauliza, kumeanzia wapi waheshimiwa wanachama? Mpaka leo na ofisi ya wilaya tukakabiliana na makarablasha yoyote, unatakiwa wao ndiyo waniambie, wanambie tunakuja kuchukua makarablasha yetu. Mimi ningewa kabisi sasa. Ndiyo maana wanapatwa na maswali magumu. Nina makarablasha hapa, tuna wanachama mia mbili arobaini na moja. Je, ninyi mnatakiwa mwanzie hapo, kuwapigia hao wanachama simu, wewe ee, mko wapi? Niko sahihi, mnajua ibn ibn wanafunzi ambao hapa na moja hapa. Unaona? Lakini hapa ndio nikaanzia. Lakini hatujakabidhiana. Mimi na county bank na county bank eh, hapa nina deni ofisi ya mkoa, ninawadai wadai laki moja laki moja na sabini na tano laki moja na sabini na hii <tif> yeah. Nawadai kwa sababu gani? kutengeneza account ya simu, tulitengeneza account ya simu. Pesa za wanachama zote zilikuwa zinaingia kwenye account ya nini, ya simu. Lakini mpaka leo wilaya amanon atujakabidhiana unekabidhiana. Haya singekuwa na kuambia wanachama hao lakini hii yote na withdraw, nisije nikaonekane kwamba sikufanya kazi najengua, nisije nikaonekane kwamba sijafanya kazi tu kwamba ofisi ya wilaya wi, wi,

Kwa hiyo kama alivyosema afisa utamaduni tena mwenyekiti, ashushe tena pale nakuuliza maswali ambayo mimi hatujakabidhiana naye makaiasha naingia tena. Chama hakijaanza leo au chama hawajaanza, hawajaanza. Maoni waliotoa ni mazuri kabisa, ni malengo kama tukiyafanyia kazi na tukitengenezea kanuni, tutotoka hapa tulipo tunakwenda mbali, tujengea shalifaavizure jaman, chama ni chetu. Kama tutaazilia kuchangia kulipa ada, basi tukubali hizi ada zikafanye matumizi ya chama chetu, kwa maana mm hakuna -hmm. mnufaika wa ihoa yeah. Tukisema aweza kuzungumza mikeka ambayo tumetoa hapa ni zaidi kwa tat, lakini <laughs> ukimuliza na manufaa gaiho <laughs> <ya cheta>. chama <laughs> zaidi zaidi, kuna msiba, tutakwenda tutajitoa, kuna hichi tutajitoa. Nafikiri mimi nilikuwa na, na, na mafari ya mwanangu, ni hakika watu walikuja support, ndio tupo kwa sababu tunaungana. Kinachotuunganisha sisi sanaa yetu, sio vita wala magomvi. Nilisha tangulia kusema mwanzo kwamba tumeshakosea. Siwezi kusema nani amekosea, system imetufanya kukosea. Yani automatika najikuta amekosea leo hii ni ngumu sana kusema okay, tunaomba big statement <laughs> sawa, kuanzia wapi? Mzee Njovu ataenda kutokana na muda wake ambao yeye okay, amepokea, lakini uko nyuma, ndio kukabidhiwa nani? mwaza liae kukabidhiwa kweli, sio kama ni uongo. Sawa, atakuwa na taarifa yake sawa. Mzee Njofu amezungumza kitu kimoja kizuri na kikubwa sana, kama sisi tunaopewa kusema Morogoro tujengeni chama. Amesema hivi, makosa haya yanatokana na kufuata katiba ambayo sisi inatufikia kama taarifa kutoka taifa. Chama kimeanzia ya taifa, tusijisaulishe hilo. Leo hii tunapozungumza hapa taifa tunazungumzia rasimu ambayo bado haijatambulika kati. Kwa hiyo sitaki tuingie katika hali ilikuwaje huko mwanzo, natamani sana tuingie katika tunafanyaje katika kukijenga chama, na nimekuwa mwazi sana kwenu kuwaambia kwamba jamani, mimi niko mbele yenu hatujafanya chochote kile, kwa sababu tulikuwa tunahitaji mapendekezo. Sasa kina nani wataenda kupinda hiki chama? Hiyo ni kazi yetu sisi viongozi wenu, katika kuhakikisha tunapata wanachama na wale wote wanatangulia kuwa wanachama wanakuwa hai, ni sisi viongozi wenu. Na ndio maana nikasema tunakubali wote wanaosema uongozi mbovu, kwa sababu sisi tulipokea changamoto ambazo tulikutana nazo na tukazifahamu hizi changamoto, na tunazikabili vipi hizi changamoto, tumeshajua na ndio maana tukasema hivi. Hatukuwahi kuwa na kikao tangu tumechaguliwa, tumekuja na kikao hiki, zungumzeni lolote mnalolisikia, lakini nikiri kwamba kwa muda wetu wote ambao, tukifanya nikisema uongozi ulikuwa mbovu, ulikuwa mbovu, lakini sisi tulikuwa tunaangalia tkwende ambayo tumeanza nayo, na tumekuja na mpango mkakati kwenu. Sasa kama utaniuliza mimi husiana na wanachama hai, kwa nini si watambuyo, si wanatambua na chama hai aliyakuwa, hata mimi mwenyewe mhusika ndani ni sio wanachama hai. Sasa tunapokuwa tunajenga, tunabomoa au tusiwe na chama kabisa? Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo yapo automatically, sisi tunataka tuyakabili hayo, kwa sababu tu sio kama tunakipenda sana chama, hapana. Tunakitegemea sana chama kitufanye sisi tu wa moja, ili kujenga maendeleo ya waigizaji wilaya ya Morogoro. Kwa hivyo basi, naomba niio kusema kwamba mzee Njofu, nikiri kwako kwamba sijapokea hayo majina na nilikwambia kwa maksudi, kwa sababu siwezi kupokea taarifa ambayo nitashindwa kuisoma. Kuna makosa mengi sana yamefanyika huko yapo mengi, taarifa ina makosa mengi huko nyuma, niwo mwazo kweli, ambayo nimeshindwa sio nimeshindwa, nimekataa kuipokea. Nakabidhiwa bank account ambayo ina sifuri, lakini pia kuna deni, alafu pia akatua huo hiyo, bank account yenyewe inabidi tuifanye hiyo hai. Naomba tu <coughs> ndugu zangu, viongozi wa wilaya, tuwekeze nguvu zaidi kwenye kuwafanya waigizaji kuwa wanachama. Nafikiri nimeongea mengi sana chama a eh, mali yenu safi. Ongeleni nguvu kwenye kufanya hawa watu wa wanachama haya, lakini pia tupate mapato kupitia wao, ili chama kujiendeshe.